la mwezi mtukufu wa Ramadhani na ndani yake kunapatikana yale yasiyopatikana katika masiku mengine. Hebu tumtizame mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakuwa vipi linapokuwa limeingia kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. An Aisha radhiyallahu anha, qalat Aisha, mke wake, anasimria habari ya mtume sallallahu alaihi wasallam ulivyokuwa, ukifika lilivyokuwa likifika kumi la mwisho

Mtume sallallahu alaihi wasallam anazikaza nguo zake anakaza mkanda wake anajifunga kibwebwe. Mtume sallallahu alaihi wasallam wa ahya laila wa ahya lailahu, na alikuwa akiuhuhisha usiku wake kwa ibada, sio kwa kulala, sio anauhuhisha usiku wake kwa kucheza kete, kucheza bao barabarani, anakuja nyumbani saa sita akifika, kaladaku kalala, hana habari yoyote la Alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam kumi na mwisho anajifunga kibwebwe, thumma baada dhalika baada thalika, ya hapo mtume sallallahu alaihi wasallam na anauhuisha ule usiku wake kwa ibada mbalimbali. Ebu wasome wema waliotangulia kina tina Imam al-Bukhari Imam Ahmad na wengine waliotangulia, mtu katika usiku wa Ramadhani siku tatu anahitimisha Qur'an, yani anahitimisha kila siku tatu katika mwezi wa Ramadhani anahitimisha Qur'an kila siku tatu. Kila wengine kisimamo chao

La'alli a'malu salihan fima taraktu, huwenda nkayatenda mazuri nilioacha. E mola wangu, nirejeshe. Lakini Allah anasema hapana, bwana sivyo, hayo ni maneno tu ayasemayo e. wa min waraihim barzakhun ila yaumi yubathun, na mbele yake kuna maisha barzakh, maisha ya kaburini. Ila yaumi yubathun, mpaka siku ya kufufuliwa. Maisha hayo hakuna tena kurudi. Sasa hii tu sisi tumediriki hizi kheri watu wanazidilia, wameondoka. Sisi tumezidiliki so tuziache zipite hivi. Alikuwa Mtume swalla allahu alayhi wasallam anajifunga kibwebwe. Wewe ukisikia hivyo elewa, kama wewe ni muuza duka na maduka, ukifika mwezi wa Ramadhani we funga, kaitikafu, kuwa bizi na ibada zako, mlilia Allah tabaraka wa taala. Basi umeshindwa kukaitikafu, kesha usiku ule, nenda misikiti ambao watu wanakesha la kesha nyumbani kwako basi lakini sio hivyo tu, sikiliza lilivyokuwa jambo la Mtume sallallahu alaihi wasallam linavyokuwa katika eh, kumi la mwisho wa Ramadhani, anauhisha usiku wake wa aiqadha ahlahu, na anawaamsha familia zake. Mtume alikuwa na familia tisa, anawaamsha watu wake zake, watoto wake, anawaamsha kwa ajili ya ibada. Lakini sisi sisi, yaani si ajabu <coughs> Baba anafunga lakini mama hafungi, na baba anajua, na maisha yanaendelea kabisa, hakuna shida. Lakini mke huyu si kwa kigoma kumpikia huyu atapata talaka, lakini kwenye dini baba ana taabu. Sasa sasa tumezaa, sasa itakuwaje? Yaani anaasiwa Allah tabaraka wa taala na yeye yuko radhi. Ah, wewe kiama kazi unayo. yauma yafirru lmaru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnih. Ibada Allah, usishangae leo baba anafunga na anajua watoto wake hawafungi. Na mimi haya nayazungumza, mtanisamehe, lakini nazungumza kwa jambo lilokuwepo. Angalau watu wa bara wanajitahidi sana Kuwalea watoto wao katika funga mpaka wanazoeleha, lakini watu wa pwani, nimezunguka hii pwani, yani nimeona hili jambo, yani sijui nisemeje, yani wana mkuta kijana wa pwani miaka ishirini thelathini watu katika halaiki, hana hata aibu kabisa, anakula mchana wa Ramadhani. Ukimtizama anaitwa Ahmad, ukimtizama anaitwa Jumaa, ukimtizama <coughs> anaitwa fulani. Hawakulelewa hawa, hawa. sijui wazazi wao na wao kama uenda walikuwa hivyo au vipi, lakini huu ndio mfumo wa watu ambao wamejiwekea katika ukanda wetu huu wa pwani na ibada Allah. Enyi waja wa Allah, mtume sallallahu alaihi wasallam anawaamsha familia yake, familia zake anaziamsha, amkeni jamani, muda huu wa kuitafuta akhera, muda huu wa kumlidia Allah tabaraka wa taala. Lakini sisi wala hatuna habari, baba wafanya ibada, mama ana habari za ibada

in alimtu ayu laylatin laylatul qadr ma aqulu fiha, ewe Mtume wa Allah, ebu nipe habari au waonaje ntakapokuwa mimi nimetambua kuwa huu usiku wa leo huu ni usiku wa Lailatul Qadr? Je, niseme nini ntakapokuwa nimeutambua kuwa huu ndo usiku wa Lailatul Qadr? Anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia sema: allahumma innaka afuun tuhibbu alafwa fa'fu anni. Allahumma, ewe Allah, ewe mola wangu, innaka afuun, hakika wewe ni mwenye kusamehe, wewe unasamehe sana. Wewe tuhibbu alafwa, na unapenda ewe Allah kusamehe, sifa yako kuwa wewe unapenda kusamehe fafu anni. Kama basi ni hivyo, nakuomba unisamehe mimi. fafu anni, nakuomba unisamehe e. Nyinyi watu watu wa bid'a, mashekhe na watu wengine, usiku hule ukifika, watu wasomeshwa dua karibia masaa matatu, mangapi? Masaa manne, masaa mawili, waomba hivi mala vile mala hivi. Sikia eh, maneno ambao ni jawami'ul kalim maneno yaliyokusanya ni machache lakini amekusanya mtume aje, sallallahu alaihi wasallam amwambia Aisha, omba hiki, omba hiki, omba hiki, omba hiki, omba omba, omba. ah, ah. Akampa maneno machache yaliyokusanya yale yote unayoyajua wewe. Ewe Allah wewe eh, ni mwenye kusamehe na unapenda kusamehe, na kuomba unisamehe nini, nakuomba unisamehe mimi. Waonaje hapo yani, hapo hii dua wewe ionaje? ndani yake kuna msamaha, ndani yake kuna kupendwa na Allah kisha kusame atakuchukia, kuna kupendwa, ndani yake kuna kukutekelezea we mambo yake, lakini ndani yake haliyesamehewa haingii motoni shekhe, ndani yake kuna kuidhili pepo. Sasa nataka niseme na warudia, ndugu zetu wa bid'ah, mbona wanakwenda kinyume na maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wao wawo inapoingia Ramadhani wanaanza kuimba allahumma innaka afu Uh, ya tawwab tuba alaina, wanayaimba yale maneno yale, wanayaimba yale, wanaenda kinyume na maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi alehi wasallam. Hivi sivyo, dua ile imekuja na uhusiana na usiku wa cheo, Aishata radhiallahu anha anamuuliza sio watu kukaa wanaimba. Alafu pia wanaadhibu kaifia, namna ya utekelezaji kile kitu Yaani, bidaa yaweza kuwa jambo ni halali, jambo lipo kisheria, lakini je, unavyolitekeleza ndivyo muweka sheria alivyolifundisha litekelezwe. Wewe ukaona kuna njia nyingine tunaweza tukaitumia. umesema tufanye kwa hili, lakini si tunafanya na kwa hili. Wewe umeenda kinyume na mwongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. kwa hayo mambo hakuna ni wewe unapohisi umeudiriki ule usiku, kuiomba dua hii ambayo imepokelewa kutoka kwa mama yetu Aisha radhiallahu anha. Ibadallah Allahul musta kila, nikijitahidi naona mambo yapo, lakini nani yana no, ya umuhimu no. Kuna sisi mashekhe wetu wa kibida wametukalilisha, na watu tumezoea kwamba Lailatul Qadr eh, kuna hi, nyota inaitwa Jaha, wasema hivi nyota yaitwa Jaha, alafu wengine wakitwambia kwamba hiyo nyota ukiiona tu wewe, omba dua zako hazikataliwe. Sasa nataka niwafahamisha hakuna kitu kinachoitwa Jaha wala hakuna nyota katika usiku wa Lailatul Qadr. Lakini pia tuambiwa sisi usiku wa Lailatul Qadr, ninakumbuka tukikuwa sisi tuambiwa utaona si kitu cheupe kinatoka huku kinapita kinaenda, si kinaenda hivi. Waona mwanga mweupe si wapita. Waona mambo tofauti tofauti tuambiwa sisi. Hayo yote hakuna. Alafu, kana kwamba wao jambo wanalifunga wana mda ule, kitakapoonekana kile kitu eti ndo mda uo uombe, Wala sio mafundisho ya Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sura tuloitanguliza Allah anasema, wama adraka ma lailatu usiku, wana tafsir ahlul hadith ni usiku wote kuanzia baada al maghribi, mpaka ndo maana zile aya zinasema, e, salamun hi hatta matla al fajr, mpaka kuchomoza kwa al fajr, ndo usiku ule umeondoka. Lakini hule, lakin hule muda wote hule

Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, salllahalwasallam mahallu shahidi mpoko anapo kusudia, akasema fihi khay... fihi fihi lailatun khairun, katika mwezi huu fihi lailatun kuna usiku manake, katika hili kumi la mwisho kuna usiku ambao khairun min alf shahrin, eh, ni mbora usiku huo kuliko miezi elfu moja kama tulivyotanguliza kueleza kwamba ni zaidi ya miaka 80. Akaenda kusema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man hulima khairaha faqad hulima, mwenye kunyimwa kheri ya usiku huo akanyimwa kuudiriki usiku huo faqad hulima, hakika huyo kanyimwa, huyo kanyimwa, kakosa huyo mwenye kunyimwa kheri ya usiku huo wa Lailatul Qadri, usiku wenye cheo faqad hulima, hakika huyo atakuwa aminyimwa kakosa kheri hiyo kwa kubwa. Ibadallah, hebu jiulize mathalan Hivi sasa wewe ni kijana una miaka 18, miaka 20, 25. Ukawa kila katika kumi la mwisho la Ramadhani unaitafuta Lailatul Qadr. Allah kakujalia labda umri wa miaka arobaini mingapi zaidi ya miaka 15, 20 unaitafuta Lailatul Qadr. Na lazima utaipata kwa sababu inapatikana kwenye kumi la mwisho. Ni heri ngapi wewe utaondoka nazo mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ni nyingi, lakini sisi hatuna habari kabisa kunako Lailatul Qadr. Misikiti watu wanatangaza kulala kukesha, eh wakimwabudu Allah tabarak wa taala, lakini watu wakuja kukesha hakuna. Kadhalika mtu akusema kuamka usiku, kadhalika watu hawana habari. Ndio kwanza wanakoroma wamekesha katika mechi wamekesha katika mipira.